Hatuna muda wa kuzunguka mbuyo. Tanzania imefika mahali pabaya. Kuna vita baridi, vita ya kimya kimya, ambayo sasa inapigiwa kelele hadharani, kati ya Waislamu na mfumo wa kanisa Katoliki TEC. Hoja iko wazi. Waislamu wanalalamika kwamba nchi hii inaendeshwa na kile wanachokiita sistemu Katoliki. Wanasema ukiangalia umiliki wa ardhi mashule, hospitali na nafasi nyeti serikalini, wakatoliki wamejinafsishia nchi, huku waislamu wakibaki kuwa wapangaji au wamachinga kwenye nchi yao. Wanasema miradi mikubwa inaenda kwa Wagalatia huku wao wakisahaulika. Hii sio siri tena, fungua simu yako utaona. Lakini mimi kama mwanaharakati na mzalendo, sitaki tujadili nani mkosaji leo. Nataka nikuonyeshe matokeo nataka nikupeleke darasani uone nchi zengine zilikufaje. Kwa ujinga kama huu leo nakuchambulia matokeo kumi mazito, na usipoelewa haya basi sisi kama taifa tumeisha. Twende kwenye point namba moja. Moja. kugawika kwa jeshi na vyombo vya ulinzi. Politicization of security. Tukianza kubaguana kidini, mahali pa kwanza panapoathirika ni jeshi na polisi. Hivi sasa tunajivunia JWTZ kama jeshi la wote, lakini fikiri siku ambayo askari mwislamu atahisi anapewa amri ya kumwonea mwislamu mwenzake na mkubwa wake mkatoliki au kinyume chake. Angalia nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR. Kule jeshi lilipasuka vipande viwili, kukatokea kundi la Seleka waislamu na Anti-Balaka wa Kristo. Matokeo yake Askari waligeuka kuwa wanamgambo wa dini zao na kuanza kuchinjana. Nchi haijatulia mpaka leo. Mwalimu aliliona hili mapema sana. Aliwahi kusema, ukishakula nyama ya mtu huwezi kuacha. Leo mtasema huyu ni Mwislamu, kesho mtasema huyu ni Mkatoliki, kesho kutwa mtasema huyu ni Mlutheri. Dhambi ya ubaguzi ni sawa na kula nyama ya mtu. Hapa kwetu, tukianza kuhoji kwa nini mkuu wa majeshi ni dini hii au kwa nini IGP ni dini ile badala ya kuangalia uwezo wao, tunaandaa mapinduzi ya kijeshi ya kidini. Mbili, voting blocks, siasa za dini badala ya sera. Matokeo ya pili ni kifo cha demokrasia. Sakata hili la tek na Waislamu likikomaa uchaguzi ujao hautakuwa wa sera. Watu hawatachagua barabara wala maji. Waislamu watasema lazima tupigie kura mwislamu mwenzetu, atukomboe kutoka sistem katoliki, na Wakatoliki watasema tumlinde mtu wetu asitoke. Angalia nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR. Kule jeshi lilipasuka vipande viwili, kukatokea kundi la Seleka Waislamu na anti Baraka Wakristo. Matokeo yake askari waligeuka kuwa wanamgambo wa dini zao na kuanza kuchinjana. Nchi haijatulia mpaka leo. Mzee Kikwete aliwahi kuonya bungeni wakati wa mchakato wa katibu mpya akisema msichanganye dini na siasa. Mkianza kupiga kura kwa misingi ya dini mtapata viongozi wa dini, sio viongozi wa nchi. Tuko tayari kuona bunge letu likigawanyika kama sinagogi na msikiti? Tatu, sabotaji ya uchumi na kususiana huduma economic apartheid. Hili ndilo linalolalamikiwa sasa. Waislamu wanasema miradi mikubwa inashikiliwa na kanisa. Hatari yake ni nini? Ni economic boycott. Fikilia Waislamu wakiamua kususia hospitali, shule au benki zinazohisiwa kuwa chini ya system Katoliki au wakatoliki wakaacha kununua kwenye maduka ya Waislamu. Huko Lebanon uchumi umegawanyika, benki na biashara zinaendeshwa kimadhehebu, Sunni, Shia, Maronite Christians. Uchumi wao umekufa, collapsed, kwa sababu pesa haitembei kwa uhuru, inatembea kwa mipaka ya kidini. Hapa Tanzania kama tutafika hatua ya kusema hii ni nchi ya wakatoliki wenye miradi, tutaua mzunguko wa pesa, kodi hazitakusanywa na wawekezaji wataikimbia Tanzania. Nne, kuzaliwa kwa makundi ya kigaidi radicalization, hii ni red line. Kijana wa Kitanzania akiaminishwa kwamba serikali yake haimjali na kwamba rasilimali zote zimepewa TEC, atatafuta haki kwa njia nyingine. Hapa ndipo makundi kama Al-Shabab au ISIS hupata mwanya, wanakuja na kusema serikali yenu ya makafiri, njooni tupigane jihadi. Angalia jirani zetu Msumbiji, Cabo Delgado. Kilichoanza kama malalamiko ya vijana wa Kiislamu kutengwa kiuchumi na serikali kuu kimegeuka kuwa vita kamili, wanakata vichwa watu. Tanzania sio kisiwa, tumeshaona viashiria huko Kibiti miaka ya nyuma. Tusipoziba ufa huu wa maneno Tutajenga ukuta wa damu. Tano, uingiliaji wa mataifa ya nje proxy wars. Ndugu zangu, mataifa makubwa hayapendi kuona tukiwa na amani na rasilimali nyingi. Mgogoro huu wa Waislamu na Wakatoliki ni mtaji kwa mabeberu. Upande mmoja Waislamu wataanza kuomba msaada kwa nchi za Kiarabu na upande wa pili TEC wataungwa mkono na nchi za Magharibi. Angalia Sudani iligawanyika kuwa Sudani Kusini wa Kristo na Sudani kaskazini Waislamu. Nani alichochea? Mataifa ya nje yaliyotaka mafuta. Leo Sudani kusini na amani? Hapana, bado wanauana wenyewe kwa wenyewe. Tunataka Tanzania iwe uwanja wa majaribio wa silaha za mataifa makubwa? Sita, kupotea kwa kigezo cha meritocracy, uwezo. Waislamu wanalalamika kuwa katika uteuzi majina ya John na Peter ndiyo yanajaa, huku Muhammad na Juma yakitupwa ikiwa hii ni kweli au ikiaminika kuwa ni kweli, tunaua utendaji kazi. Mtu atapata ukurugenzi si kwa sababu anaweza, bali kwa sababu ni padre au shekhe au anawakilisha kundi fulani, ili kubalance mambo Appeasement. Hayaji Rais Magufuli alisisitiza sana msemo wa hapa kazi tu. Alikuwa akisema maendeleo hayana chama, hayana dini wala kabila. Barabara haiulizi wewe ni muislamu au Mkristo tukiruhusu udini uingie kwenye ajira na miradi, tutakuwa na serikali ya vikanzu na rozari badala ya serikali ya wachapakazi. saba. Mpasuko wa kijamii na kifamilia. Tanzania ni ya kipekee. Tuna familia ambazo baba ni mwislamu, mama ni Mkatoliki, na wanaishi kwa upendo. Hii system inayolalamikiwa sasa inataka kuvunja hii bondi. Ukiangalia mitandaoni leo, lugha zinazotumika ni za dharau sana. Wagalatia mabwe pande magaidi. Mfano halisi Ireland ya Kaskazini, The Troubles, walijenga kuta katikati la miji kutenganisha wakatoliki na waprotestanti. Jirani hamsemeshi jirani. Je, unataka kufika siku ambayo huwezi kumuoa binti unayempenda kwa sababu wazazi wake wanasema, hao ndio walioiba ardhi yetu, au hao ndio wanaotaka kutochinja? Nane, hofu na kutoaminiana kitu kibaya kuliko risasi ni hofu. Migogoro hii inajenga hofu. Wakatoliki wanaanza kuishi kwa hofu kwamba Waislamu wataulipuka muda wote. Waislamu wanaishi kwa kutoiamini serikali yao, wakihisi kila mradi wa serikali ina mkolo wa kanisa. Taifa lenye hofu halijengi. Kila uamuzi wa serikali, hata uwe mzuri vipi, kama uwe uwekezaji wa bandari, utatafsiriwa kidini: hii bandari wamepewa Waarabu Waislamu au hii ardhi umepewa teki tutaishia kupinga kila kitu kwa sababu ya mashaka. Tisa, udhaifu katika kuzuia maadili mabovu. Dini ndiyo mlinzi wa maadili yetu. Wakati waislamu na wakatoliki wanapigana wao kwa wao kuhusu nani anamiliki ardhi na nani anaonewa, shetani anapita katikati. Mambo kama ushoga ulevi na mmomonyoko wa maadili yanaingia kwa kasi kwa sababu walinzi wa maadili, viongozi wa dini wako bize kugombania keki ya taifa badala ya kuchunga kondoo. Umoja wa dini zetu ndio uliotufanya tukataa ajenda za nje kwa pamoja. Wakigawanyika, tunaingiliwa kirahisi. Kumi, gharama ya kujenga upya, the cost of war. Mwisho, naomba mnielewe, vita ni rahisi kuanzisha, lakini ni ngumu sana kumaliza. Ikitokea machafuko Tanzania kwa sababu ya udini, hatutarudi tulipo leo kwa miaka 50 ijayo. Shule hizo mnazozigombania zitachomwa moto, ardhi hiyo mnayoilalamikia itajaa makaburi. Rwanda, ingawa ilikuwa ukabila, chuki ilikuwa hiyo hiyo. Ndani ya siku mia moja watu milioni moja waliuawa. Walipoanza kujenga nchi, walilazimika kufuta utambulisho wa mhutu na Mtutsi. Sisi Tanzania tuna bahati, tulishavuka huko. Kwa nini tunataka kurudi gizani? Hitimisho. Ndugu zangu, nimeongea kwa uchungu kwa sababu naipenda nchi yangu. Malalamiko ya Waislamu hayapaswi kupuuzwa na kuonekana kama kelele za chura. Lazima serikali ifanye audit ya kweli. Kama kuna mfumo unaopendelea upande mmoja, uvunjwe mara moja. Ardhi ya Tanzania ni mali ya Watanzania wote. Lakini pia tusikubali kutumiwa na wanasiasa uchwara au viongozi wa dini wanaotafuta kiki. TEK na BAKWATA wanapaswa kukaa meza moja, sio kutunishiana misuli kwenye vyombo vya habari. Mwalimu Nyerere alituachia Tanzania moja. Rais Samia hanahubiri 4R. Tutumie maridhiano kumaliza hili sakata kabla halijawajanga. Mimi ni mwanaharakati mwenzako na huu ni ujumbe wa mzalendo. Share video hii ifike kwa kila Mtanzania, ifike kwa maaskofu na mashekh. Mungu ibariki Tanzania, Mungu tuepushe na udini. Tuonane kwenye video ijayo.